lakini katika kuifanya kazi hii tutapangiana muda, lakini kama alivyosema CS kwamba yuko tayari kuiwezesha tume kwa vitendea kazi na muda, mtaka mtakapokaa naye ata atawaeleza vyema. Uh, tutawapa pia secretariat ambayo itakuwa inawasaidia ku, kuandika.